Kwa hizi ame, ame wa hizi hela ambazo amekabidhiwa na Mheshimiwa rais tuenda kumfungulia akaunti na baadaye atafanya utaratibu kwa kushirikiana na watu wa Channel 10 akaunti zita zitarushwa hewani, ili kwa wote wenye mapenzi mema basi wanaoguswa wana, na hali ya mtoto, kwa sababu mtoto anahitaji huduma kwa hali alionayo, huduma mbalimbali e, ili waweze kumsaidia, lakini pia wito kwa jamii kuwapokea watu wenye ulemavu na sidhani kama eh, kwetu sisi wanaume eh, unapopata mtoto mlemavu ndio chanzo cha kumkimbia mwenzi wako. Kaijua <laughs> Nikasema, nashukuru nimejua baba rais wa wanyonge ni mimi mama Latifa, mm. Eh, basi nikawa nimeongeaongea naye, alichoniambia akaniambia yeye atatuma watu na atatoa mchango wake. Nashukuru sana. Mungu ambariki sana. Sawa. Ampe maisha marefu. Azidi kutetea wanyonge. Nawaambia tu tusiwafiche. Nashukuru tena kipindi cha Channel 10 kuniona mpaka rais kakipata. Nashukuru sana. Nashukuru Watanzania wote nao wamepita na wamenigusa. Pia nashukuru sana. Mungu aendelee kuwapa maisha mema. Lakini pia kipekee tuweze kumshukuru eh, Mheshimiwa Rais kwa kuweza kuliona hili jambo na kuweza kumsaidia Mama Latifa kwa siku ya leo, tunamshukuru sana. Lakini pia na Watanzania nao vile vile tunawashukuru kwa kiasi kikubwa ambacho wameweza kukitoa, nacho ni ki, ki, ki, kiasi ambacho kinamsaidia kina, kina, kina mama Latifa kwa namna moja au nyingine, kwa sababu tulivyofika hapa kwa kweli tulikuta hali ya mtoto sio nzuri na tumewia kufanya hicho kipindi na kipindi kimeruka na Watanzania wamekiona. Eh, tunashukuru kwa Watanzania wote ambao wameweza kumchangia mama Latifa, na leo hii mheshimiwa rais ameweza kuona kipindi kupitia channel 10 kwenye kipindi cha mimi na Tanzania ambacho kinatayarishwa na Voice. Tunashukuru sana bae, bae, bae, bae.

Furahia video bila kukwama. Kuwa mama super kwenye mtandao supa pekee Tanzania. Chagua Vodacom. Sasa yajayo yanafurahisha. Uko tayari? Vodacom.